wa Songwe kwa ajili ya kuleta vitendea kazi kwa maafisa maendeleo ya jamii kama mnavyofahamu, maafisa maendeleo ya jamii wapo wapo kwenye level ya kata. Mara nyingi wakifanya kazi zao wanapata shida kidogo kwa ajili ya usafiri na namna kuwafikia wananchi moja moja, wanapopata shida, hata kwenda kuelekeza nini wanataka kufanya katika maeneo yao, kwa ajili ya kuonyesha opportunities ambazo zipo kwa ajili ya kupatia uchumi kwa ajili ya familia zao serikali so imeona ni vema Um, kutoa, kutoa huduma hii ya usafiri wa pikipiki kwenye mikoa yetu Tanzania, na Wizara ya Maendeleo ya Jamii imetoa pikipiki hamsini na nane kwa ajili ya kugawa baadhi ya mikoa za mikoa mingine tayari zilishafikiwa, na sasa tuko Songwe kuhakikisha maafisa wa maendeleo ya jamii wanafanya kazi zao vizuri, kuhakikisha maafisa wa maendeleo ya jamii wanarahisishiwa namna ya kutoa huduma katika maeneo yao na namna ya wananchi, kwa serikali inategemea makubwa sana kufikia wananchi wao. Uh, tunawaomba sana wavitunze vyombo hivi ambavyo wamekabidhiwa, na tunawaomba sana vyombo hivi vitumike kwa kazi ile ambayo imekusudiwa, na chombo cha moto kinataka kutunzwa, kwa hiyo tunawaomba sana wavitunze na vifanye kazi ambayo Serikali imelenga kwamba waende wakahudumia wananchi na wawafikie wananchi mpaka chini huko vijijini. Mimi naitwa John Mwaijulu, nikaimu katibu tawala wa mkoa wa Songwe <clears throat> uh, maafisa kwanza, nashukuru uh, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuweza kuwezesha uh, watumishi wetu ambao wako maeneo ya kwenye vijiji hasa kwenye kata na nani, kwa kuanzia uh, kwenye sekta za kilimo, tumeletewa vifaa vya usafiri wa mifugo, tumetoa vifaa vya usafiri sasa Ha, maafisa maendeleo ya jamii, wamepata vifaa vya usafiri. Na hii ni mara ya pili, mara ya kwanza tulipokea pikipiki nne, na sasa hivi tumepokea pikipiki nane, kwa ajili ya kuwezesha kwa kweli sekta ya maendeleo ya jamii, kwa sababu ya kwa kama alivyosema uh, katibu mkuu ni kwamba inafanya kazi mpaka eneo la vijijini na ambapo kuna shida kubwa sana ya usafiri na vitendea kazi vingine vya kiofisi. Kwa jina naitwa Nelisa Katanisaki Paulo, afisa maendeleo ya jamii, Wilaya ya Mbozi Nashukuru sana ujiwa hizi pikipiki taweza kusaidia sana katika majukumu yetu ya kufanya kazi. Sana sana hata changamoto tulizokuwa tunakutana nazo huko vijijini, unakuta siku zingine mvua zinanyesha, mnashindwa kufika kwa wakati, mnahitaji kufuatilia vikundi vya vijana, walemavu na mnashindwa kufika kwa wakati. Tunaahidi serikali, tunaweza kufanya kazi vizuri, kwa kuwa tumeweza kupata vitendea kazi ambavyo vilikuwa vinafanya tunashindwa kufika kwa wakati, kuchukua taarifa, kufuatilia marejesho, kufuatilia maendeleo ya vikundi vyetu. Wananchi walikuwa wapati huduma kwa wakati, muda mwingine inakuwa changamoto sana. Saasa kufika vijijini ilikuwa ni shida sana. Tunashukuru sana mama yetu Samia.